Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kukupa update kuhusiana na kitu ambacho ame kime happen huko mtandaoni kuhusiana na hii kapo moja kati ya kapo ambazo zina trend sana hapa town. Hii ni kapo ya Hamisa Mobeto na Azizi Ki, kama unavyoelewa sasa. Katika hii kapo ya Hamisa na Azizi bwana, ni kwamba hivi karibuni imepigiwa kura tena na imepata kushinda katika tunzo moja kati ya tunzo ambazo zinaitwa AEA ambapo kwa kirefu bwana, zinafahamika kwa jina la East Africa Entertainment Awards, umeona eh? ambapo zinafanyikaga huko nchini Kenya. Kwa hiyo habari kamili ni kwamba Hamisa Mobeto mwenyewe pia ameandika hapa kupitia ukurasa wake wa Instagram, ameandika kwamba yesterday, I had a privilege of receiving two awards from Nairobi, Kenya eh? Ameandika hivyo kwamba yani, bwana, siku ya jana nilipata nafasi ya kupokea tunzo mbili kutoka Nairobi, Kenya for myself, yani ya kwake yeye kama best fashion icon celebrity Africa Awards, alafu pia vilevile ya vile pili ni on behalf of amazing husband ya Aziz Ki 10 Uh, ya kwanza yani kwa, ya ni kwamba yeye mwenyewe hizi tunzo mbili moja ni ya kwake akiwa kama best fashion icon. Alafu ya pili ni ya Aziz Ki kama mwana sport bora. Alafu akamalizia hapa Hamisa kwa kuandika kwamba asanteni sana mashabiki wetu kwa kupiga kura partners na kila mmoja aliyechangia kwa njia yoyote ile mafanikio ya brandi zetu, mbarikiwe sana yeye na Azizi wamepokea hizo tunzo mbili, kila mtu katika kategoria yake. Azizi, Hamisa Mobeto yeye kama fashion icon, Aziz Ki kama sportman. Umeona bwana, kwa hapa kuna peji wameandika kwamba bwana bwana, soka Aziz Ki na mkewe ambaye ni mwanamitindo na mfanya biashara Hamisa Mobeto wameshinda tunzo za EAE USA, yani East Africa Artists, East Africa Arts Entertainment Awards zilizofanyika nchini Kenya. Hamisa amewashukuru mashabiki wake kwa support ambayo wamempatia. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section tukisoma na kureplay kila comment na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.